Wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha haya sisi na ninyi, afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao akajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana arusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, lango ukafungwa. Halafu wakaja na wale wanawali wengine, wakasema, Bwana, bwana, utufungulie. Akajibu akasema Amini nawaambia, siwajui nini. Basi kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. katika mwaka wake wa sitini na saba wa kuzaliwa na baada ya kulitumikia kanisa kama padre na baadaye kama askofu mkuu akiwa ni balozi na mwakilishi wa Baba Mtakatifu katika nchi na sehemu mbalimbali ulimwenguni kwa muda usiokuwa miaka kumi na tano, mwashama askofu mkuu na watu silochungula mgambo amerudi kwa Mwenyezi Mungu na baba yake tukiwa bado tukampenda na kutaka kukaa naye. Ni kweli kwamba kiko chake askofu mkuu mziko la milele mbinguni aya milele uwape Bwana na manga ya milele wapumzike kwa amani. Ndugu zangu katika Kristo, kama binadamu hatuwezi kuweka hali ya kuhuzunika na kuomboleza kifo cha mwenzetu huyu tunayemwaga leo. Nawaombeni na tuendelee kukuwa katika imani na matumaini tukifarijika na kujiaminisha kwa ndugu yetu huyu atapumzika katika raha ya milele kule ambapo hakuna maumivu na shida kama zile alizozipata akiwa bado hapa duniani, kule ambapo kifo hakitampata tena. Tunakuwa na imani hii tukisukuma na kile tulichokiona katika maisha ya marehemu ambaye tutapenda tumwone na tumwenge kati ya wale tuliowasikia wakitajwa kutoka katika somo la kwanza la kitabu cha hekima ya Sulemani, yaani wale watu waliokuwa na roho za haki ambao wamo mkononi mwa Mungu na wala maumivu hayata wagusa. Ni wale watu ambao Mungu wakawajaribu na kuwaona kuwa wanastahili.